Kumbuka, tuliambiana na nyinyi tukifanya campaign. Ajenda yetu itakuwa ni bottom na hiyo bottom up ilikuwa ni mpango ama plan ya kazi. Mnakumbuka tuliita agenda ama manifesto yetu, the plan, the bottom up economic transformation agenda. Kwa huo mpango kulikuwa na hiyo masoko. Mheshimiwa naibu wa rais ameongea na gavana, si ndio? Hapa Kihoto tunajenga soko, Oserian tutajenga soko, Kinungi soko maema, hiyo soko Naivasha si already iko eh? na kwa nyu. Eh? Yes. Tujenge masoko, haya masoko tukijenga ukijenga hayo masoko hatutaki tujenge soko watu watoke Nairobi ama Nakuru town ama wapi, wakuje kuweka maduka kwa hiyo masoko. Yule mama mboga wa hapa eh, Naivasha, yule kijana wa bodaboda hapa Naivasha apate stall, ili yeye awe na stock ya kutosha, na ndio tumekuja tuwawekee stock, si ndio? Na mwisho, naibu wa rais, najua umeongea mambo ya, ya barabara hii barabara ya Kongoni kwenda Davivi mnajua, imekuwa advertised iwekwe rami yeah? Barabara ya Arironi kwenda Mau Summit sitapita hapa Naivasha yeah? Ile kazi tunauliza ni kazi hiyo, barabara ya Arironi Mau Summit ikijengwa, kokoto, mchanga, watu wa kazi watoke hapa Naivasha yeah? Kweli si kweli? Yeah? Hiyo ndio kazi muliambia rais afanye yeah? Na naibu wake wa rais So hata stima, naibu wa rais, umetangaza hapa uko na 1.8 billion ya kuunganisha watu na stima. kwa bunge la kitaifa Your Excellency, every constituency inawekewa about 58 million shillings ya street lighting, ili ya kuwasha mataa kwa mataun. Ile tumesikia MC akiuliza hapa, na nitaenda niongee na mbunge wenyu mbunge wa hapa Naivasha, hata yeye afuatilie pesa ya Naivasha au sio, sindio? Simulitupea kazi kama wabunge, kila mtu afanye kazi ya?